Naenda kukutoa pale, ninaenda kutamka majina yako hii, majina yako naenda kuweka wake fu uende promotion another level. Basi mtazamaji pale kwa runinga ya Tinga TV unayekuwa unanitazama moja kwa moja, nimeokoka, Yesu ni Bwana hmm. mahali ulipo, ningependa kukufahamisha ibada kubwa zaidi, ibada ya kwenda viwango vya juu Mungu ameniruhusu nifanye ibada ya kwenda viwango vya juu, kwa maana wakati nimekuwa naomba nikaona kuna watu wametembea katika changwa kwa muda mrefu, kuna watu wametembea katika changwa ya mafanikio kwa muda mrefu, kuna mtu amejaribu kufanya vitu lakini haviendi. Mungu akamwambia Musa, nenda kwa farao, ukachukue wana wa Israeli ukawapeleke katika inji hii ya agano. ndakuwa nafanya ibada ya kwenda viwango vya juu. Basi jitayarishe tukutane na wewe Jumapili katika madhabahu haya, ibada ya kwenda viwango vya juu. Basi ndani ya maisha yako, viwango vyako vyote umekuwa unasunguka mahali pamoja, unasunguka mahali pamoja, unajulisha ni nini kimetendeka? Wazazi wako wamekuwa mahali pamoja, wewe mahali pamoja, saa imefika, kanyaga on Sunday hapa katika ibada ya kwenda viwango vya juu. Mungu neema akupiganie. Shalom. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea promotion kwa jina la Yesu. Pokea promotion. Pokea promotion. Watoto wako apokea promotion. Maisha yako apokea promotion. Watoto wako wale walikuwa wamefungwa wapokee promotion. Promotion wa mwenyewe <tipos>